Maulidi ya Mambrui ya yana visa vingi sana, nataka kuzieleza kisa cha kanda. Kuna mwaka mmoja kulikosekana mtele Kenya mzima, hakuna mtele. Watu wametafuta, serikali yenyewe ikigawanya kula mtu kimpa kilo tu, huna ruhusa kuzidisha. Ikawa maulidi tuko tayari, ndio Sheikh Fadarusi ndio msimamizi pale, akaniambia Muhammad, sasa hakuna chakula kabisa, kama tatangazia watu kwa hakuna chakula si harusi hapo Jumane akatokea Mgiriama kutoka sehemu za Dodoni ndani huko, amtafuta Sharifu wa Mamrui, kaja kaanisha kwangu mimi, namtele gunia kumi na moja, nataka kuuzia wewe. Ajabu, Mgiriama utauniuzia mimi? Sina duka, sina biashara, na matajiri Malindi tele na Mamrui matajiri tele, akaja kumtafuta ni kweli. Kaniambia ni kweli, tukaondosha gari kwa gari ya Abu Kanta na watoto watano sita, wakaenda kaleta gunia kumi na moja. Tukazipeka gongoni zikasafisha tukapata juni ya tisa ya safi, ilikuwa ni mpunga. Tukapika siku ya Jumatano na Hamisi na Juma, watu wastaajabu kwa hakuna chakula kabisa Kenya mzima, lakini Mambrui watu wala bukheri wa afya. Kina jamaa watotoanaji walipoanza kubadilika kidogo, wakakataa kusaidia ng'ombe, na wakataa kimujiza, wakatulia siku ya Jumane ya dhuhuri, wakaenda mwaka hunu, ng'ombe hatuna na ng'ombe watua tangu babu zao mpaka baba zao. Sasa ng'ombe hatuna, jamaa amekataa. Saa saba hapo wamekataa. Saa tisa kaja Sharifu kutoka Pakistani aliyekuisha e, moshi kaja kutufuatia. Kambia, mimi nina ng'ombe meka nadhiri atindo katika maulidi hapa, nitaka ng'ombe mkubwa kabisa, ng'ombe kama ule. Tukampata kwa bei ya shilingi alfu saba kwa Muhammad Abdi Sheikh apija simu, ng'ombe lakini ghali sana, shilingi elfu saba. Na ule sharifu ametupa zile zile elfu saba, kabla tulete ng'ombe kama huyo, tukapata sufuria tatu, watu wakala chakula na bila ya kuharibikiwa. Bwana marabu atoka mambasa aja maulidini ya kisikila msabaha pale sukani, kampokea gari, akaja upande wa pili akampija mgiriyama, akamua mgiriyama kama ule. Alipomuua ikawa ni kesi, kesi kubwa sana sababu dio ni Mgiriama, inspekta ni Mgiriama, jaji ni Mgiriama, alowawa ni Mgiriama, na huyu ni Mwarabu. Na chuki aliotia Wazungu beni ya Waarabu na wasoko wa Waislamu ni kubwa sana. hu bana akaya ma, Mambrui na huku alia kakutana Said Ali Bafagi, akaniita bana ule kadha kadha, abana saii swezikonatusa ni dharura, akanieleza kisa chake. Kampata Sharifu Abdalla Al-Beidh Al-Beidh baada ya Maulidi akaenda naye kwa inspekta. Inspekta kama leo nita kutoka kwenda na kustarehe nakulea si kutoka. Kumbe sharifu anitaka wewe eh, kuna habari gani? Kamweleza kisha kabasi hakuna neno. Akenda katika kesi na kesi namna hiyo, huyu marabu hana haki kabisa. Mimi nilimwambia ikiwa umekuja Maulidini kweli mambo yako ni mazuri, ikiwa umekuja kutembea Mambrui shauri yako mmekuja maulidini kweli. Alipokwenda Jumatatu kaka kesi akaamba kesi, dismiss kesi, hakuna lote wala usilipe chochote. wenyewe wenye, wenye maiti wakikufuatia wapatie kitu wasije kakudhuru. Wenye maiti hakupita tena, na mambo yakaendelea. Na mengi katika maulidi tumeyaona, kwanza karamati kisha asrari kisha baraka ambao kwamba zaendelea mutawalia mpaka sasa. Hatufanyi mchango, hatumwombi mtu msaada, hatumwaliki mtu lakini chakula hupatikana kwa wingi, wageni huingia kwa wingi, furaha huwa nyingi sana, utono kumeminika, Mambrui kumebadilika, magari yamepaki mpaka mwisho kule mlimani, na utulivu na adabu. Hata utastaajabu haa, maulidi haenda vipi?